Uh, sister, pengine kuna wimbo ambao umekuwa unakugusa ama unakuongoza katika maisha yako ama unakuongezea nguvu, unapouimba uimba, unapo utafakari. Labda mtazamaji wetu anaweza eh, akatamani kujua ni wimbo gani huo ambao wewe umekuwa kwako ni sehemu mojawapo ya kukufanya uendelee kutazama na kuona ukuu wa Mwenyezi Mungu hasa katika safari yako hiyo ya wito. Ni naupenda sana kwa sababu ni kitafakari juu ya familia yangu. Kati ya watoto kumi na wawili na mimi ni mzaliwa wa saba, na wakati mwingine wale wametangulia mbele ya haki, mimi nimebaki kama dada mkubwa sasa. Ninatafakari nguvu ya Mungu pengine na upendo wake kwangu, kwa nini mimi bado niko? Mungu amenijalia kuwa pia ni mzaliwa wa familia mpya ya Kristo ndani ya shirika, tukiwa wanafunzi wa utawa saba, na kati ya hao saba pia mimi niseme kwamba kati ya wale saba ndio kipindi kile shirika lilipokuwa limeanza kuchukua wakandidati waliomaliza sekondari kwa mara ya kwanza, lakini mimi nilikuwa nimemaliza tu darasa la saba na chuo cha katekesi cha miaka mitatu. Kinachonifanya nitafakari huo wimbo ni kwamba kweli tulikuwa hao saba, lakini kila mmoja akawa naondoka kwa jinsi yake mimi nikabaki. Ndio ninapenda sana kuimba wimbo huu, nikijua kwamba si kwa neema wala si kwa nguvu zangu mimi, si kwa uwezo wangu, bali ni kwa neema ya Mungu iliyonifanya nifike mahali hapa. Unasema hivi Bwana Yesu.